Nikamwona ponjoro mmoja wapo Kinondoni, ambaye kazi yake ni kuchezesha kamali, ambaye hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi mambo ya kamali, na yeye eti ye anaongea anasema Gwajima, e, anasema mtoto wa watu, mimi nimetaja watoto wa wote nimetaja, mtoto wangu Jordan nimetaja, mtoto wa Majaliwa nimetaja, mtoto wa Samia Suluhu Hassan nimetaja mtoto wa watoto wa watu wengi, eti yeye anaumwa na mtoto mmoja tu, eti yeye ni mtoto mmoja tu, eti yeye ni mtoto mmoja tu. Sasa nisikilize ponjolo wa Kinondoni, nikikuamkia wewe utabaki vipande vipande. Kwa maana ya nikikusemesha Kinondoni yote itakukataa na utanuka kinyesi. Tulia, kaa kwa kutulia kwa kutulia. Hapa unaongea na jasusi la mbinguni. Kwa sababu mimi si nimekataa utekaji tu, mimi nimesema watanzania wasifanye nini? Wasitekwe basi. Na kama mtu asingenijiu, mimi nisingesema haya. Mimi kwa kadiri unavyonichokoza ndivyo ambavyo jitu linaamka ndani yangu na Chama cha Mapinduzi, Gwajima ni hazina yenu, Gwajima ni hazina yenu ya CCM. Mnaye mtu ambaye hamjamjua bado, narudia tena, you have a person that you don't understand yet, hamjamjua bado. Mtu mlie naye ni mtumishi wa Mungu wa wote, na anatakiwa afanye mapenzi ya Mungu kwa wote na saa imetimia, nam atukuzwe mwana wa Adamu. Tumpigie Yesu makofi makubwa kabisa. Na tetea Waislamu waliotekwa, na tetea Wakristo waliotekwa, na tetea padiri aliyeumizwa, na tetea wale ambao hawajaonekana bila kujali chama, kwa sababu mtu kama amekosea, si akamatwa apelekwe mahakamani Mtu kama amekosea, si kuna taratibu za aliyekosea? Ndiyo maana sema si vyombo vya dola, kwa sababu vyombo vya dola kazi yake ni kuaresti. Vyombo vya dola